Uhalifu ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokumba mataifa mengi duniani. Katika baadhi ya nchi, uhalifu umekithiri na kuwa sehemu ya maisha ya kila siku, hali inayotishia usalama wa wananchi na kuathiri maendeleo ya kijamii pamoja na kiuchumi. Uhalifu huweza kuwa wa aina mbalimbali ikiwemo mauaji, uporaji, ubakaji, unyang'anyi na hata usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na biashara ya, ya madawa ya kulevya, uhalifu wa kimtandao na rushwa. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za kimataifa kama vile Numbeo Crime Index, World Population Review na makala za vyombo vya habari vya kimataifa, kuna nchi ambazo kila mwaka huorodheshwa kuwa na kiwango cha juu cha matukio ya uhalifu kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo maskini, ukosefu wa ajira, udhaifu wa vyombo vya dola na migogoro ya kisiasa. Makala hii inachambua nchi kumi na tano zinazojulikana kuwa na viwango vya juu vya uhalifu. Mimi ni Neema Yohana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Nchi ya kwanza inayotajwa ni Venezuela. Venezuela ni nchi nzuri iliyoko Amerika ya Kusini, lakini uzuri wake na mandhari yake unafunikwa na hali ya hatari ya kiusalama ambayo imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Venezuela kwa sasa ndio nchi inayoongoza duniani kuwa na viwango vya juu vya uhalifu. Si kwa bahati mbaya bali kwa sababu halisi zinazothibitishwa na takwimu na ripoti za kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti ya Numbeo Crime Index ya mwaka 2023, iliipa Venezuela alama ya 83.7, ambayo ni miongoni mwa alama za juu kabisa kwenye kipimo cha hatari ya uhalifu. Alama hii si ya kubahatisha kuna vigezo maalum vilivyotumika kuifikia. Na baadhi ya vigezo hivyo ni pamoja na kiwango cha mauaji, ambapo mauaji mengi yanaripotiwa kila mwaka yakihusiana na magenge ya uhalifu pamoja na uporaji. Kwa mujibu wa shirika la Observatorio Venezolano de la Violencia OVV, ambalo ni taasisi isiyo ya kiserikali inayokusanya taarifa kuhusu uhalifu na vifo vya hasia nchini Venezuela, Ilipotikuwa katika mwaka 2023 kulikuwa na jumla ya vifo 6973 vya ghasia nchini humo, ambapo vifo 1956 vilikuwa mauaji yaliyofanywa na magenge ya kihalifu ya nchini humo. Mfano wa magenge hayo yanayotajwa ni pamoja na Tren de Aragua, Megabandas pamoja na genge la El Koki. Nchi ya pili inayotajwa ni Papua New Guinea. Ni nchi inayopatikana katika bara la Australia na Oceania. Pia huitwa Oceania peke yake kwa muktadha wa jiografia ya kisiasa. Ni nchi inayokabiliwa na matatizo ya kijiografia, tofauti za kikabila na ukosefu wa miundombinu bora ya usalama. Katika maeneo mengi ya mijini, magenge ya vijana kama vile genge la Rasco linaloundwa na vijana waliokosa ajira na kuamua kujikita katika matukio ya utekaji nyara na ukabaji pamoja na usimamizi mbovu wa sheria, hasa sheria za umiliki wa silaha, umesababisha ongezeko la uhalifu wa asia na wizi wa kutumia silaha. Kwa mujibu wa ripoti ya New Delhi Television ya mwaka 2024 ilithibitisha kuwa nchi hii na kiwango cha juu cha uhalifu hasa katika miji mikubwa kama Port Moresby. Nchi ya tatu miongoni mwa nchi 15 ni Haiti. Haiti ni nchi ndogo iliyoko katika eneo la Caribbean, lakini changamoto zake za usalama ni kubwa mno kuliko ukubwa wake wa kijiografia. Kwa miaka mingi, taifa hili limejikuta likizama katika migogoro ya kisiasa, mapinduzi ya kijeshi na sasa uhalifu uliokithiri unaoendeshwa na magenge yaliyojihami vikali. Umasikini uliopindukia, vyombo vya dola vilivyo dhaifu, ukosefu wa ajira na miundombinu ya jamii iliyoporomoka vimechangia kuifanya Haiti kuwa moja ya nchi hatari zaidi duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya Numbeo Crime Index ya mwaka 2024, Haiti inaongoza kwa kiwango cha juu cha uhalifu miongoni mwa nchi za Amerika ya kati na kusini kinachozidisha hali kuwa mbaya zaidi ni kwamba magenge kama Grand Grifwor na mengine yamedhibiti maeneo makubwa ya, ya mji mkuu Port au Prince ikikadiriwa kuwa hadi asilimia 80 mpaka 90 ya jiji hilo linadhibitiwa na magenge haya. Katika matukio ya kusikitisha kama vile mauaji ya tarehe 3 Oktoba 2024 watu zaidi ya 115 huko Port Sonde na tukio la kutisha la kuchoma watu wazima wanaodhaniwa kuwa wachawi katika eneo la Cite Soleil lilofanyika Disemba 7, 2024, ilibainika wazi kuwa raia wa kawaida wako mikononi mwa magenge badala ya serikali. Kwa kipindi cha kuanzia Oktoba 2024 hadi juni 2025, Umoja wa Mataifa kupitia ofisi yake ya usalama nchini Haiti umeripoti vifo vya watu zaidi ya 4864 majeruhi elfu mbili na kumi na tatu na visa vya utekaji nyara 620, hii yote ikiwa ni matokeo ya utawala wa magenge. Nchi ya nne inayotajwa ni Afghanistan. Afganistani ni mojawapo ya nchi zinazokumbwa na viwango vya juu vya uhalifu duniani, hasa kutokana na historia ya vita vya muda mrefu na ukosefu wa utawala thabiti. Tangu kundi la Taliban iliporejea madarakani mwaka 2021 mfumo wa sheria wa awali ulivunjwa na nafasi yake kuchukuliwa na sheria za kikabila, jambo ambalo lisababisha ongezeko kubwa la ukatili na ukosefu wa haki. Mahakama nyingi nchini humo zinafanya kwa kufuata ukabila, watu wanafungwa au kuhukumiwa bila haki ya kujitetea, huku wanawake wakinyimwa fursa ya kusoma, kufanya kazi au kujihusisha na kazi za sheria kama zamani. Haki ya kupata huduma ya kisheria ni ndoto kwa watu wengi, hasa vijijini, ambako serikali haina udhibiti, na hivyo kusababisha wananchi kulazimika kutafuta haki kwa majaji wa mitaani wanaoegemea upande mmoja. Mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na Lawadal yameripoti matukio ya kuogofya kama vile kubambikizwa hadharani adhabu kali zisizo na msingi wa kisheria na mauaji dhidi ya makundi ya wachache kama wa makabila ya Hazara. Kwa mfano, kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara katika mikoa ya Daikundi, Gazi na Gol yanayolenga makundi haya kwa misingi ya kikabila ya kidini, huku serikali ikifumbia macho. Ripoti ya MTV ya Aprili 10, 2023. Iliorodhesha Afghanistan kuwa ya nne duniani kwa kiwango cha uhalifu, ikionyesha jinsi hali ilivyo mbaya. Nchi ya tano inayotajwa ni Afrika Kusini. Pamoja na kuwa Afrika Kusini ni mojawapo ya nchi zenye kipato cha juu barani Afrika, imekuwa moja ya maeneo yenye uhalifu wa kutisha unaotikisa maisha ya kila siku ya wananchi. Katika miji mikubwa kama Cape Town na Johannesburg Si ajabu kusikika milio ya risasi au kusikia mtu kuporwa mchana kweupe. Mauaji, ubakaji, uporaji wa kutumia silaha na vita vya magenge ya mitaani vimekuwa kama sehemu ya maisha. Tatizo hili linachangiwa na ukosefu mkubwa wa ajira, utofauti mkubwa kati ya matajiri na masikini. Pia kuna magenge hatari ambayo huteka maeneo, huendesha biashara ya dawa za kulevya na mara nyingine hata kujifanya polisi, maarufu kama Blue Light Bandit, ili kuwaibia watu barabarani. Ripoti ya mwaka 2025 kutoka Business Day MG iliipa Afrika Kusini alama ya 74.7 kwenye kipimo cha uhalifu duniani, ikiwekwa nafasi ya juu kabisa barani Afrika. Takwimu zinaonyesha kuwa watu zaidi ya elfu tano na mia saba waliuawa katika miezi mitatu ya mwanzo wa mwaka 2025. Katika hali hii, wananchi wengi wanaishi kwa hofu wakitazama nyuma kila wanapopita huku ndoto ya usalama ikizidi kutitia. Nchi nambari sita inayotajwa ni Honduras. Honduras ni nchi ndogo iliyoko Amerika ya Kati lakini kwa miaka mingi imekuwa na jina kubwa, si kwa utalii au maendeleo bali kwa kuwa moja ya maeneo hatari zaidi duniani. Uhalifu hapa si jambo la kushangaza tena, kwani magenge ya kihalifu kama lile maarufu la Mara Salvatrucha MS 13, yanaendesha maisha ya watu kwa hofu ya vitisho. Magenge haya yana nguvu kiasi cha kuwa na ushawishi hadi ndani ya serikali na polisi, na mara nyingi hujihusisha na biashara ya dawa za kulevya, uporaji na mauaji ya kulipiza kisasi vijana wengi wanaingizwa kwenye magenge haya kwa hila au kwa kulazimishwa, huku waki, wakikosa njia mbadala ya mba, maisha. Kwa mujibu wa ripoti ya World Population Review ya mwaka 2024 Honduras iliwekwa kwenye orodha ya juu ya nchi tano zenye viwango vya juu vya uhalifu duniani, sababu kubwa ikiwa ni wengi wa mauaji, ukosefu na udhibiti wa silaha, rushwa kwenye vyombo vya dola na ukosefu wa fursa za kiuchumi kwa wananchi. Watu wengi wanaishi kwa wasiwasi, huku baadhi ya maeneo ya mijini yakihofiwa zaidi kuliko hata maeneo ya vita. Kwa mujibu wa jeshi la polisi nchini Honduras, linasema kwamba matukio ya mauaji elfu tatu na thelathini na tano yaliripotiwa polisi kwa mwaka 2023 pekee. Nchi nambari saba ni Trinidad na Tobago ni nchi ndogo ya visiwa katika ukanda wa Caribbean inayokadiriwa kuwa na watu milioni 1.5 ambayo miaka kadhaa iliyopita ilisifika kwa kupokea watalii wengi. Nchi hii kwa sasa inakabiliwa na ongezeko kubwa la uhalifu wa kutumia silaha na ghasia zinazochochewa na magenge ya kihalifu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la kimataifa la utangazaji la Ujerumani DW mwishoni mwa mwaka 2024, uhalifu umeongezeka sana nchini humo kiasi cha serikali kutangaza hali ya hatari kutokana na ongezeko la mauaji yaliyofikia watu 623 ndani ya mwaka mmoja ikilinganishwa na watu 577 mwaka 2023. Maeneo kama Port of Spain na Silots yamegeuka kuwa ngome za magenge yenye silaha kama Rasta City na s ambayo hujihusisha na mashambulizi ya kuvizia, biashara ya dawa za kulevya na uporaji. Wananchi wengi huishi kwa hofu kutokana na kukosekana kwa usalama wa kudumu, huku vyombo vya dola vikishutumiwa kujihusisha na rushwa na upungufu wa rasilimali za kukabiliana na uhalifu huu. Wahalifu wa nchi hiyo hawafanyi matukio yao usiku tu. Hapana, wanateka na kupora mali na kujeruhi watu kwa risasi mchana kweupe. Nchi nambari nane ni Syria. Syria ni nchi inayopatikana Mashariki ya Kati. Nchi hii imekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya miaka kumi, hali inayosababisha vifo vya mamilioni ya watu na kusambaratisha kwa mfumo mzima wa utawala. Mgogoro huu umetokana na tofauti za kisiasa, kidini na kikabila hasa baina ya serikali na makundi ya waasi. Katika tukio la kusikitisha lililotokea mwezi Machi 2025 Aljazira lilipoti kuwa zaidi ya raia elfu moja na mia tano wa jamii ya Alawite waliuawa katika maeneo ya pwani kama Latakia na Tartas katika kile kilichoelezwa kuwa mauaji ya kikatili ya kikabila. Uhalifu huu unaambatana na, na uporaji, usafirishaji halamu wa binadamu na matumizi ya silaha katika maeneo yasiyo na udhibiti wa serikali. Ripoti ya Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International zimethibitisha kuwa matukio haya ni kinyume cha haki za binadamu na huenda yakachukuliwa kama uhalifu wa kivita. Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya haki za binadamu nchini Siria iliyotolewa mwaka 2025, inasema kwamba watu 1264 waliuawa kwa mwaka 2024 pekee, huku vifo vingine vikitokana na mateso makali. Vifo hivyo vimetokana na makundi mbalimbali ya waasi jeshi la serikali pamoja na vikosi vya wanajeshi wa muunganiko wa vikosi vya kimataifa vikiongozwa na Marekani. Nchi namba 9 ni Jamaika. Ingawa nchi hii ni maarufu duniani kwa utalii muziki wa rege na mandhari nzuri, kwa upande wa pili inakabiliwa na, na viwango vya juu vya uhalifu wa kutumia nguvu katika mwaka 2024 pekee, kwa mujibu wa taarifa ya CNW ilioeleza kuwa watu zaidi ya elfu moja na mia moja waliuawa ikiwa ni kati ya viwango vya juu zaidi vya mauaji katika eneo la Caribbean. Miji kama Kingston imetambuliwa kuwa kitovu cha magenge ya wahalifu wanaojihusisha na biashara ya dawa za kulevya, uporaji na mauaji ya kulipiza kisasi. Magenge haya ni kama One Order na Crimsman, yanahusishwa moja kwa moja na vurugu zinazoathiri maisha ya wananchi wa kawaida serikali ilitoa juhudi zake kupitia polisi na majeshi, bado inakabiliwa na changamoto ya kudhibiti maeneo ambayo yamegeuka kuwa ngome za uhalifu. Nchi nambari kumi ni Peru. Peru ni moja ya nchi zinazopatikana Amerika ya Kusini, imekuwa ikikumbwa na ongezeko la uhalifu unaohusiana na madini haramu hasa dhahabu. Magenge haya ya kihalifu yamejikita katika maeneo ya migodi yakijihusisha na utekaji nyara, mauaji na uporaji wa mali za uchimbaji au kampuni za madini. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na BBC pamoja na DW, mwaka 2024, tukio kubwa lilitokea katika mkoa wa Pataz, ambapo wafanyakazi 13 wa kampuni ya madini ya Poderosa waliuawa na wachimbaji halamu waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito. Hali hii ilisababisha serikali kusimamisha shughuli za uchimbaji katika maeneo hayo na kutangaza amri ya kutotoka nje usiku pamoja na kupeleka majeshi katika maeneo ya migodini. Mnamo mwezi Septemba 2024 rais wa Peru Dina Boluarte alitangaza hali ya hatari ya siku sitini katika mji mkuu wa Lima kwa lengo la kudhibiti makundi ya wahalifu. Vile vilevile tarehe 18 mwezi Machi 2025 rais wa Peru alitangaza hali ya hatari katika mji mkuu wa Lima katika jitihada hizo hizo za kupambana na makundi ya wahalifu. Hii ilitokana na tukio la uvamizi wa wahalifu walilofanya tarehe 16 mwezi Machi 2025 na kupelekea mauaji ya mwanamuziki maarufu na mwimbaji kiongozi wa bendi Almonia aitwaye Paul Flores. Mwanamuziki huyo aliuawa na wahalifu hao walipovamia basi ambalo Paul Flores alikuwa akisafiri pamoja na wanamuziki wenzake walipotoka katika tamasha la muziki. Wahalifu hao walishambulia basi hilo kwa lengo la kupora fedha kutoka kwa wanamuziki hao. Kwa mujibu wa taarifa za polisi wa nchini Peru, wanasema kwamba kwa kipindi cha tarehe moja mwezi Januari mpaka tarehe 16 mwezi Machi 2025 watu takribani 459 wameuawa na matukio zaidi ya 1900 ya unyang'anyi yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Nchi nambari 11 ni Guyana. Guyana ni nchi ndogo ya Amerika ya Kusini inayokadiliwa kuwa na watu laki nane thelathini na tano elfu na mia tisa themanini na sita tu. Kwa miaka mingi nchi hii imekuwa ikikabiliwa na uhalifu ulioratibiwa, rushwa na uporaji, hasa katika maeneo ya mijini. Lakini kuna ripoti nzuri pia. Kwa mujibu wa ripoti ya ukaguzi wa polisi ya Guyana ya mwaka 2023. Makosa makubwa ya uhalifu yalipungua kwa asilimia 17.8 kutoka mwanzo wa mwaka hadi Novemba ikilinganishwa na kipindi sawa na mwaka 2022. Tatizo kubwa lilikuwa kwenye uporaji wa vitu kwa kutumia nguvu katika kipimo kipi hicho, makosa yaliyopungua yalisemekana kujumuisha uporaji wa vifaa vyenye silaha wa ghasia na ubakaji. Pia jeshi la polisi nchini Guyana lilipoti kukamata cannabis kiasi kikubwa kilo 1425 ambayo ni moja ya mzigo mkubwa kabisa uliokamatwa katika miaka mitano iliyopita, jambo ambalo lilionyesha jinsi biashara ya dawa za kulevya inavyoendelea kwa chanzo cha hatari nchini humo. Nchi nambari 12 ni Angola. Angola ni nchi iliyopo katikati ya bara la Afrika inayokadiriwa kuwa na watu milioni 39. Nchi hii imekumbwa sana na uhalifu, hasa katika maeneo ya pembezoni ambapo serikali haitoi kwa ufanisi usalama kwa umma. Kuna matukio ya uporaji wa watu kwa njia ya nguvu, utekaji nyara na visa vya mauaji vinavyotokea mahali ambako vyombo vya dola vina udhaifu au hayafikiki kabisa. Mfano moja ni kifo cha waomba misaada wa kidini nje ya mji, tukio la mauaji lilofanywa kwa kutoa majibizano ya mapenzi na kujihusisha na hatua za kibinafsi. Hata hivyo, ushahidi wa kina kuhusu magenge maalum au takwimu rasmi za mauaji ya magenge nchini Angola ni finyu hasa katika vyombo vya umma. Hivi karibuni ripoti kutoka kwa vyombo vya habari huonyeshe jinsi uhalifu wa kawaida na binafsi na uporaji wa silaha zote ulivyoenea katika miji mikubwa na maeneo ya kivita. Nchi namba 13 ni Cameroon. Kwa sasa inakabiliwa kuwa na changamoto kubwa za uhalifu unaochochewa na, na mizozo ya kisiasa hasa katika maeneo ya kusini magharibi na kaskazini magharibi ambako mgogoro wa Anglophone umeibua wimbi la vurugu. Katika matukio ya hivi karibuni, kumekuwa na mashambulizi ya waasi wanaotaka kujitenga ambayo yamesababisha mauaji ya raia katika maeneo kama Mamfe na Akwaya ambako watu kadhaa waliuawa, wengine kutekwa nyara, na maelfu kulazimika kuhama makazi yao. Takwimu za mwaka 2020 zinaonyesha kuwa kiwango cha mauaji ya makusudi ilifikia watu wanne ka kwa kila watu laki moja ikipanda ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Vurugu hizi zimeambatana na utekaji nyara, uporaji kwa silaha, na mashambulizi ya mwili hata katika miji mikubwa, hali inayoonyesha kuzorota kwa udhibiti wa sheria. Ripoti mbalimbali ikiwemo kutoka Human Rights Watch zinaeleza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa na pande zote za migogoro, huku wakazi wa maeneo yaliyoathirika wa wakikosa usalama wa huduma muhimu za kijamii. Nchi nambari 14 na ni Namibia. Namibia ni nchi iliyopo kusini mwa bara la Afrika inayokadiriwa kuwa na watu milioni 3.1. Ingawa Namibia ni nchi yenye idadi ndogo ya watu, uhalifu umekuwa ukiongezeka kwa kasi hasa katika miji mikuu kama Windhoek. Katika miaka ya hivi karibuni, wananchi wameanza kushuhudia matukio mengi ya wizi wa mali, uporaji wa kutumia nguvu na hata mashambulizi ya barabarani. Sababu kubwa zinazochangia hali hii ni pamoja na ukosefu wa ajira kwa vijana na tofauti kubwa za kiuchumi kati ya watu matajiri na maskini katika jamii, ambayo baadhi ya watu wanaishi maisha ya nasa, huku wengine wakiwa hawana chakula cha kutosha. Hali kama hiyo huleta msukumo kwa baadhi ya watu kujiingiza kwenye uhalifu. Kwa mujibu wa ripoti ya Numbeo mwaka 2024, Namibia iliweka katika nafasi ya 19 duniani kwa kiwango cha juu cha uhalifu jambo linaloonyesha kuwa hata nchi zenye watu wachache si salama kiusalama kama hatua madhubuti hazitachukuliwa. Nchi nambari 15 ni Nigeria. Nigeria ni moja ya nchi kubwa barani Afrika, inayokadiriwa kuwa na watu milioni 237. Lakini pamoja na ukubwa huo, taifa hili linakabiliwa na changamoto kubwa ya usalama. Aina za uhalifu nchini humo ni nyingi sana na zinatisha. Kuna ugaidi unaotokana na kundi la Boko Haram, hasa katika majimbo ya kaskazini na kaskazini mashariki; utekaji nyara kwa ajili ya pesa za fidia, ambao umekuwa biashara kwa baadhi ya wahalifu; wezi wa kutumia silaha; uhalifu wa mtandao, yani cyber crime, unaofanywa na mitandao ya mataperi maarufu kama Yahoo Boys, na pia wizi wa mafuta kutoka kwenye mabomba ya taifa. Hali hii imefanya baadhi ya maeneo nchini humo kuwa hatari kwa wakazi na hata kwa wageni. Na kwa mujibu wa makala ya Business Day ya Nigeria ya mwaka 2025, Nigeria imeorodheshwa kuwa miongoni mwa nchi hatari zaidi barani Afrika kutokana na viwango vya juu vya uhalifu wa kila aina. Hii ni ishara ya jinsi ukosefu wa usalama unavyoathiri maendeleo ya kijamii, kiuchumi na hata kisiasa katika taifa hilo. Hizi ni baadhi ya nchi ambazo zinakabiliwa na matukio ya kihalifu duniani kwa mujibu wa takwimu kutoka katika vyombo mbalimbali mbali vya kimataifa. Unaweza kutujuza kwenye komenti ni nchi gani ambayo ingepaswa kuwepo kutokana na mtazamo wako. Hii ni Makini TV na mimi ni Neema Yohana.